Mashahidi wawili wamefikishwa mbele ya mahakama mapema hii leo baada ya kudaiwa kuwepo katika hafla iliyoandaliwa na mbunge wa Juja. Wasichana hao wa ambao ni rafiki wa marehemu Mercy Keino walidai kwamba mbunge wa Juja alikuwa na arifa kuhusiana na kufariki kwa msichana huyo. Hata hivyo uchunguzi unaendelezwa kuhusu mauaji hayo. Haya na mengine mengi ni katika mkusanyiko wa taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Mbunge wa Juja William Kabogo anadaiwa kumzaba makofi msichana wa chuo kikuu cha Nairobi Mercy Keino. Hii ni baada ya Mercy kulewa chakari na kuonyesha tabia zisizoridhisha. Haya yote yalithibitika baada ya rafikie Scholastica Khaemba kutoa ushahidi kwenye kikao kilichozinduliwa kuchunguza yaliyojiri kabla ya kifo cha msichana huyo. Kabogo anadaiwa kutoa idhini ya gari lake kutumika kumpeleka Mercy Keino nyumbani. Hata hivyo, uchunguzi kuhusu kifo hicho ungali unaendelea chini ya Jaji Morris Ndwigwa, huku mashahidi thelathini na wawili wakitarajiwa kutoa ushahidi wao. Kamati ya uhandisi imebuniwa na shirika la kukadiria ubora wa bidhaa ili kukagua nyaya za umeme na zile ghushi. Hii ni kutokana na ongezeko la bidhaa hizi kupenya katika soko na kuongezea idadi ya vyombo vya umeme vinavyoharibika kufuatia utumizi wa nyaya hizo. Kamati hii inatarajia kupunguza walaghai wanaozidi kufaidika na biashara ya nyaya hizo na kutozingatia wateja na bidhaa zao. Waumini kutoka kanisa Katoliki la Limbine eneo la magharibi mwa Tigania wamesusia kwenda kanisani kwa wiki tatu baada ya kumfukuza mchungaji wao Elifas Njeru kwa madai ya utumizi mbaya wa mali ya kanisa hilo na utovu wa nidhamu. Waumini hao wamefanya migomo kila wiki ili kumwondoa mchungaji huyo huku wakizificha ufunguo za kanisa hilo na kutomruhusu kuwahutubia wakaazi hao. Sasa wanaiomba serikali kuingilia kati. Kwingineko, polisi kutoka eneo la Kitale walinasa bunduki mbili za aina ya AK47 pamoja na risasi mia moja kumi na nane baada ya kupewa ujumbe na watu kutoka eneo hilo. Hii ilikuwa baada ya msako mkuu kuanzishwa mapema hii leo kulingana na mkuu wa polisi James Kimani Mitugo, washukiwa wawili wamezuiwa na watafikishwa kotini hapo kesho. tamaliza <tipos> huo mudo wau na basi, nitaendelea na nitaendelea kufanya kazi hii, kwa sababu kusafanya kazi hiyo hakuna mwisho. Watuseme umepewa kazi hii na mtu, mwisho nitamaliza nini, siku gani? Hapana, mimi zuio sikumaliza.